Unajua, tunaposema uh, Swahili foods mm. Uh, mimi binafsi kinachokriki kichwani ni vyakula asili vya Kiafrika na uh, kuna siku moja nilikuwa namsikiliza kaka moja anaishi ughaibuni mm. akaa anasema ya kwamba uh, vyakula vya Afrika ni vyakula vizuri, mtu unaenda kuchimba muhogo, unaenda kuvuna mpunga mm. unaenda kuvuna vitu asili kabisa kutoka shamba unakuja unakula, lakini mm. Tunatakiwa kujiuliza ni kwamba je, zamani e, za kale mm. vyakula vyetu vilikuwa uti wa mgongo ni vyakula gani yaani, ukipiga jicho hivi sahani mm. vyakula gani ndio vilikuwa na nafasi kubwa kwenye sahani? Kwa sababu vyakula vya vyak enzi na enzi, kabla ya ugunduzi wa kilimo before mm. before agricultural revolution before industrialization, kabla ya mapinduzi ya viwanda. E, kabla ya mapinduzi ya kilimo, kabla ya mapinduzi ya teknolojia, hmm. tulipokuwa kwenye Stone Age vyakula vyetu vilitokana na uwindaji, uvuvi na ufugaji Ndio. kwa maana hiyo vyakula vyetu vikuu kwenye sahani ilikuwa ni nyama, samaki, kuku na mayai, umeona mm. lakini nenda kwenye Swahili Food Restaurant, nenda kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye hivi eh, migahawa yetu hii ukawangalie madoido yanavyopikwa utakutana na mandazi utakutana na chapati utakutana na sambusa mm. utakutana na keki umeona, utakutana na chipsi. Hivi sio vyakula vyetu Sio vyakula vyetu, sema tu sisi tulichokifanya, tumebuni namna yetu ya kuvipika hivi ili viwe na ladha zaidi, yeah. Tunaletewa mafuta. Sasa sisi tunasema ah, mafuta haya hapa ya pamba haya mm. mafuta ya mahindi haya, mafuta ya soya haya, ni mafuta ya alizeti. Sasa tunachukua ile mihogo mm. tunaifanya nini? Tunaikaanga, tunakula, tunasema hiki ni chakula cha pishi la laki kiafrika lakini si kweli. Vyakula vyetu vilikuwa ni kuchemsha, kuchoma, ndo ilikuwa ni mapishi yetu ambayo tulizoea. Na kama ni kuchemsha tu, au kupika, tulikuwa tunapika vyakula vinaiva na mafuta yake yenyewe mm. Yaani kama nyama ina mafuta itajipika na mafuta yake bila. Kama ni kuku, na mafuta tutapika na, na, na mafuta yake mm. bila kuongeza mafuta yoyote. Maziwa tulipata mafuta yanayotoka kwenye maziwa, kwa hiyo mm. tulikuwa tunaishi maisha ya asili kabisa vyakula kutoka shamba, vyakula tulivyofuga, vyakula tulivyovua kutoka kwenye mabwawa, kwenye bahari, kwenye ziwa, tunatumia kwenye mito.